Baadhi ya viongozi wa pwani wakiongozwa na waziri wa madini na uchumi wa baharini Hassan Joho wameendelea kumsuta aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua wakimtaja kama anaendeleza siasa za chuki. Wakizungumza huko Garsen katika hafla ya kuwawezesha makundi ya kina mama wa eneo bunge hilo, Viongozi hao wameeleza kustaajabishwa kwao na jinsi Gachagua alivyobadilisha matamshi yake na kudai kutetea maslahi ya Wakenya wa tabaka la chini ambapo awali alikuwa akiwasuta kwa kudai serikali ni ya washika hisa. Damokaa sisi tunapeana pesa kuempawa kina mama, kuempawa vijana kuangalia mashamba yetu, kuangalia elimu, kuangalia security. Huyu wale achake kila siku analia kwa hivyo Rigathi, piga dogo kaya, piga propaganda zako, lakini tunakwambia jeshi la daktari wewe

Naona kina mama nyuso za ngara, naona tabasamu liko sawa eh, tabasamu liko sawa, liko sawa, liko sawa, liko sawa, eh, sisi tunasema, e, kama amani amani, kama noma noma, kama mbaya mbaya, Daktari William, sisi tumeamua kufa dereva kufadhilia So, aidha kwa kauli moja viongozi hao wameafikiana kumuunga mkono Rais William Ruto katika azma yake ya kusaka muhula wa pili, wakisema Pwani chini ya utawala wa Kenya Kwanza imefaidika pakubwa na viongozi wakuu serikalini.

You are only way to the presidency. President and leadership of the country is, is what William Samoei Ruto is doing today. Hapo umeona sura ya Kenya? Si ndio? Ya Mount Kenya iko. Ya Nyanza iko. Ya Kisii iko. Ya Kamba iko. Ya Mwabanduya iko. Ya Taita Taveta iko. Mombasa iko. Sasa wewe, Ya Somali

vita yetu ni njaa, vita yetu ni umasikini, vita yetu ni ukulima, vita yetu ni maji, vita yetu ni maendeleo, kujengwa kwa majumba, kujengwa kwa mabarabara, afya bora. Wengine wapigana vita yao, si ndio? Sindio? Wabaki yuko kule wa mikuu. Tunakubaliana, tunaahidiana kwamba ikifika wakati sisi ni watu wa tu. Naye <laughs> naibu wa Rais Kithure Kindiki amewataka Wakenya kushikana na serikali katika kutekeleza shughuli zake. Mimi na wenzangu tumekuja hapa kuambia, na unajua sasa tuko ile serikali ya mapana na marefu. Umesikia hiyo serikali? Umesikia serikali ya mapana na marefu. Wengine wanasema serikali ya mapana marefu na kina, it is deep and white and broad Tumesikia hiyo broad based government yeah. Si mnaona tuko na Hassan Joho waziri yeah. Si mnaona Ali Mnyazi hapa yeah. Si mnaona huyu eh, Mishi Mboko yeah. Si zamani tulikuwa kambi tofauti yeah. Lakini sasa Rais Ruto na aliyekuwa waziri Raila Odinga tumesema Kenya inahitaji umoja, Kenya moja, watu wa moja, taifa moja, bendera moja, wimbo tena. Ndio. Tuendelee kushirikiana na viongozi jameni, jamini Jami. Unaunga mkono serikali ya mapana na marefu. Ndio. Na serikali ya kina. Ndio. Baadhi ya viongozi waliokuwa ni Ali Wario wa Garsen, Amina Mnyazi wa Malindi, Mishimboko mboko wa Likoni, Danson Mungatana, Seneta wa Tana River, Mwingi Mtuse wa Kibwezi Mashariki, Silvena Sosoro mbunge wa Mungirango Kusini na Didmas Barasa wa Kimilili. Nikiripotia Mwanzo TV, mimi ni Kasi Mwanjiro.